Story ambayo tuko nayo sasa hivi ni kuhusiana na Papa Leo wa 14 bana, ameripotiwa kuweza kukataa mshahara wa dola 2000 waliompa. E bana, akisisitiza ameweza kusema kwamba pesa zote ambazo amepewa kama mshahara basi waweze kupeleka kwa mashirika ya msaada kila mwisho wa mwezi, basi waweze eh, kupata watu ambao wana mahitaji maalum, lakini pia baadhi ya watu ambao wako na shida. Kwa hiyo amesema kwamba in case kwamba yuko anapata tayari chakula, mavazi, ulinzi na kila kitu kihitaji, basi amesema kwamba pesa ambazo amepewa kama mshahara basi wapewe mashirika ambayo watu wa wako na shida tofauti tofauti, so ameweza kutoa mchango huo. Hii imekuwa kama ni jambo zuri sana kwa baadhi ya watu wengi sana wa Kristo, lakini pia kwa upande wa watu wengi sana ambao walikuwa na doubt juu yake, yeye ameweza kudhihirisha kwamba roho yake ni kwa namna gani, ni roho yake iko safi kabisa. Lakini nikukumbushe tu kwamba Papa Leo wa 14 alikuwa hana ukurasa wa Instagram lakini kwa siku ya hapo jana ameweza kufungua ukurasa wake wa Instagram ambao mpaka sasa uko na post moja ambao post hiyo moja iko na watu wengi sana ambao wamelike, lakini pia eh, yuko na jumla ya followers ni milioni 6 na kuendelea. Hapo inaonekana kabisa kama ni mafanikio makubwa sana eh, kwa Papa Leo wa 14, lakini pia eh, kwa wewe ambaye ni shabiki wake, wewe ambaye ni eh, mdau, lakini pia eh, mtu ambaye ni huko na dini ya Kikristo, basi kwamba eh, Papa Leo wa 14 ameweza kukataa mshahara wake ambao alipewa eh, siku ya hapo jana. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani ambaye upo kipande chochote ambacho upo right now, mdau wa sawasawa online digital, utakuwa umetisha kinoma noma, kinomanoma e, kwenye uwanja comment hapo, drop comment yako, utakuwa umetisha kinoma noma. Till next time, bye bye.